Ah, hello, hello people. Masduna paka kama kawaida. So guys, mnaona saizi ni usiku just because of Rose. Rose alikuwa Rose hapatikani kwa simu. Finally tumempata because of daktari. Alikuwa alikuwa amejificha hataki kuonekana. So tuko na Fred daktari ndio amekuja, ulisema ndio kumsaidia vile alisaidia Peter and here amekuja ni daktari. So. Yes, mimi daktari. Mi, mimi daktari. Mm. Mimi ningependa tu nisaidie venye ulisaidia Pita kwa sababu mimi saa hii akili yangu haifanyi mimi mm-hmm. kutoka kutoka huu dema niambie, watoto watoto si wangu ni wa kazini yangu, mwenye nilikuwa namtegemea na brag. Mm. na yeye huku Mm. yukutu imeshinda ikiniumiza akili. So mimi ningependa tu nisaidie nirudishe kilicho changu. Alikuambia watoto ambao nako nao sio wako? Yeah. ni wakazini wako. Mm. lakini sasa unajua, hata sio wakazini wako kweli, huyo oh. mbona unadanganya watoto ni wakazini wake na si wake, hata unabweka nini? Sasa masi, unaona huyu msichana, huyu msichana hata wakati alipata ujauzito ajui mtoto ni wa nani? Ni wake ndio, lakini baba ya mtoto ajui ni nani. Mwambie ukweli watoto ni wa nani. Oh, watoto sio wa kazini yako jinsi ambavyo anakuambia haa. Watoto ninavyotazama ni wa ndugu yako ndugu yangu huyu unavyomtazama, mtazama hivi, ana ueupe zaidi, ukasema umeangukia dhahabu po. Umeangukiwa na moto huyo ndugu yako. Hapana, mm. watoto ni wakazini yake, anasema si ukweli. Masi, ni kawaida, danganya. Siku moja hapo utakuwa umeniwekelea Wacha nikuambie kitu, Fred ako sawasawa, ako sawa, sawa, sawa. Huyu lakini unajua sasa hajui kile ambacho am capable of doing. Young lady, you are making a lot of noise, na mimi sipendi nikizungumza unazungumza. Ninachokufanyia, nitakufanyia jambo hapa utaamini. Huyu ndio ulipenda sababu ya maadili ama rangi ya ngozi? Tulie, simjibu huyu. Wakati unapita mahali kuna makelele yasiyokuhusu, wachana nayo. Wacha nizungumze na wewe, atanikane namna hii uh. Alisema mali yako eti ameitupa ameichoma, kule ambako aliichoma, anasema amebaki na makaratasi ya nyumba na um, vitu vingine ambavyo ni vya dhamana sana, lakini wewe usijali hiyo ni kitu ndogo sana kwangu mimi. Wasibishani na mdomo jinsi ambavyo wanabishana ama hati nianze kubishana na ngumi, kwa sababu huyu huyu, itanichukua muda kidogo sana nikurudishie vitu vyako. Lakini kitu ambacho ujue cha kwanza na ni cha muhimu, mtoto ni wa ndugu yako, mapacho wawili, hata ukiwatazama wanamfanana naye. Hapana, wana... kitu cha Naomba utulie. Kitu oh, cha pili okay, wanamfana na yeye. Hiyo uhusiano walianza hata kabla ujaondoka. Kama uko huku wewe unamwita no, ndugu yako, kazini yake wewe unamwita, ni skiza, nikueleze anachokisema aku A. Anampenda huyu, ni kweli, sababu ajaanza leo na wewe, alijua wee ni mtu ambaye unaenda kufanikiwa akutumie kama chombo cha kuvuta pesa. Kasi mimi ungeenda, Ungeenda api? Haikukuwa kazi yako, anachosema kawa, si yeye ungeenda. Vitu ambavyo vimepanga vinafanyika tu, unahitaji mali yako irudi, itarudi. Hiyo ni kazi kidogo sana, itanichukua hata muda mrefu. Kisha huyu hapa mimi ile adabu nitampatia hata atakuwa anaona watu wakubwa hivi, anawaheshimu sana, hmm. Atakuja akiomba msamaha huyu mpaka utashindwa, mbona ananyenyekea jinsi ambavyo. Eh, nikiwa, nikiwa, nikiwa Australia hmm. Alijaribu, alitumia mtu kuniwekea sumu ili nife lakini ilishindikana. Uh, anapiga kelele hii. <laughs> Ndo huo mnasema beauty with braids. Hapana akili. Angalia toto, ukimtazama hivi wewe ulimwangalia ukuona anakufaa, lakini ni mtu ambaye hata akili yake haiko timamu. Sikiza nikueleze.

Ah. Na huyu nikuulize, baada ya hii yote, we bado unataka kukaa na huyu nijikute mimi wacha, wacha nikuelezee kitu kingine hey. Kando na ndugu yako, kwa sasa ako katika mahusiano ya kimapenzi, sijui kama amekuambia. Ah, haijaniambia hata sitaki kujua. Mm, ako katika mahusiano ya kimapenzi, anachomwambia yule mwanaume ni ya kwamba yeye amefanya bidii kupata mali zaidi wanataka kuishi na yeye katika ile nyumba ambayo alijenga. Nyumba yangu. Tulia ni kueleza na utanyamaza tu hivyo, hatutaendelea hivyo tu. Hiyo nyumba ndo anataka kukaa ndani, na huyo mwanaume anamwambia ni kazi ya mikono yake, bidii kazi, kazi ya mikono, yangu na kazi, ya mikono yako ee, wapi? Yangu, kazi ya mikono yako wapi kazi yangu. Usiwe na wasiwasi, masi. Mimi hapa nikiwa, hakuna yule ambaye atazaba mwingine ama kumpiga ngumi hapa na control. Unasikia, kijana yangu? You are like my son and when I tell you this lady here anafanya mambo ambayo nakuelezea ni ya kweli. Watoto hmm. Watoto ni wangu ujimalidilitoa hmm. <laughs> na wewe ukame kunifuata sawa, huyu atakoma, unasikia wewe? Asa basi, huyu nikimpa adabu, nitakuwa mbaya kweli hmm. Sasa hii nikupe adabu, utasema mimi nina makosa, adabu gani? Kwa hivyo Kana, ndugu yangu, wakati umenitafuta nimekupata vizuri sana, huyu usiwe na wasiwasi na yeye. Uh, ni mtoto mdogo nasemanga, ni mtoto mdogo mpumbavu tu e, mtoto mdogo mwenye pesa. Uh, kitu ambacho nakueleza utachukua mali yake umrudishie. Mali gani? ama una njia nyingine ukose kumrudishia, nitaikujia nimrudishie. Chukua muda wako yeah. Yafikirie ndani uh, e. masi huyu hanielewi, ndio maana nampa wakati ajiongee zaidi. No. Na naona ni kelele unapiga. Dada yako alienda wapi? Na si alikufa ulikuwa, ama unataka kula nyama zake? Mbona mm, mnanifufulia eh, maiti mnataka mm, nyama zake. amefufua maiti si niki so kinatajataja oh. Ulikuwa unamjua dada yake? yeah, nilikuwa namjua dada yake, nalifanya dadangu akakufa Hmm. Ni sawa masi, yeah, yeah. Wasiwasi, masi usiwe na wasiwasi, usiwe na wasiwasi masi. hmm. Yatakuja kujulikana sababu kuna mambo nataka kufunua zaidi, lakini hiyo hmm. nitayafunua baadaye, si sahihi kwa sasa. Ameniita, nimesikia, nikamsikiza. hmm. na kile kiini ambacho ameniitia hapa kwanza, hmm. ni yeye anataka mali yake, hmm. mali yake, lakini kuna hayo mambo ambayo nimeulizia dada yake sababu kuna kitu nimekiona mm. na ni jambo ambalo hata wewe nikakwambia utashtuka, ila sitalisema leo, talisema wakati ukifika. Unaona, nilimwambia, mnaenda, mnaniokotea wezi huko, kwa, alafu, mnaniletea oh. kwa sasa jinsi ambavyo nimempa huo muda wa kurudisha mali ukipita, sitakuwa na mbudi wala kufanya jambo ambalo nastahili kulifanya fanya. Mwanangu, hata usishtuke, uko na mimi, kila kitu kiko sawa. Ukitaka kujua ni ukweli, nataka yeye mwenyewe atathibitisha kama zile pesa ambazo anasema ako nazo anaweza hata kuzitoa akazitumia, ukawa utazitumia utanieleza, eh, utanieleza sawa, msichana wangu. Kwa hivyo we usiwa na wasiwasi hiyo nyumba hata anaweza fika, ashindwe mlango iko wapi, na utakosa hata kuingia ndani. Wacha hivyo, nanijibu hapa <coughs> <coughs> wanze kujiuliza wapi mlango wa kuingia kwa nyumba, mm. <coughs> Na ndio wacha nikuhakikishia, sasa nilikuwa nasema tu lakini sasa hiyo nyumba hautaingia ndani. Hiyo nyumba nitaingia mimi na sitakufuata nikufukuze kuingia. Hatuhitaji <coughs> na hata hiyo kifunguo usifuate. Hatuhitaji hiyo kifunguo sasa. Maana hiyo nyumba itabaki jinsi iko hivyo mpaka wakati ambapo itakurudia huyu anataka aangaike mahali pa kulala kabisa. Tunapoachana hapa, hey, atakuja kuadithia mazuri ambayo aliyaona usiku wa leo basi. So kuni, mm. Unasikia anasema namstua. Na kazi yangu si ya kubahatisha, matokeo utayaona, ila akikupigia simu huyu nataka umbloko, hata ikiwezekana mm. Manaake akona kiburi fulani, mimi natazama akinifurahishi Acha nimuulize kitu, ile block, uko na uko na mpenzi mzuri nilimuona, eh. Mm. Kwani ni kesho? Mzuri kupita huyu so, ni mweupe tunasema, brown kama wewe eh. Mm. Mm. rangi ya dola. Na bado rangia pia fesa. Una mwingine zaidi ya rangi ya dola yaani, unajua huyu huwa atulii, akona huyo pia ana mwingine. Na mwili wangu ni kama ni kwani tuna share nini? una ninini, unachunguza una sana maisha yangu mbona? mm. mnachunguza sana sasa. Mimi nikipeana niki tumepeana na wewe ama nimi nabeba oh. maisa mm. mm. mm. pia, pia, rasmi kwa yeah. kwa mara ya mwisho ay, tu mchawi, asije akalalamika ama akaongea chochote. Nimekupa masaa machache urudishe mali. Hakuna mali narudisha mali na ama nitairudisha nasirudisha, enda size urudishe. Leo ukienda ulale kwa ile nyumba, yeah. Utakuja basi, natamani sana utanielezea, utamtafuta zaidi ujue alala kwa nyumba ama lala wapi e, ndo atajua. Fetisho, mimi sikishii, nazungumza mambo ambayo nayatenda yeah. Kwa hivyo nataka kumuona, na utamwona na hii na nguo tu ndio utajua alilala kwa nyumba Simana ama lala wapi. Mutaka nisimame ndo achana na yeye. Nataka watazamaji waangalie hii nguo, mkimwona nayo next. Nimesema kitu cha kwanza, hawezi akatumia pesa. Kitu cha pili, hawezi akarudi akaingia kwa ile nyumba. Mkimwona na hii nguo next time mjue matendo yangu yalitendeka, na hata ni yeye mwenyewe ataeleza. Kwa hivyo ningependa arudi, kama anatembea mguu ziwe na wasiwasi. Kazi yangu nimeianza, lakini kwa sababu ya kiburi yake, yani nimeiweka kwa njia ambayo nataka aonje tu uzito kidogo. Hata leo akilala nje, ni siku moja tu, na hakuna mtu atamkaribisha. Watamuona hivi wanatoroka, ndio utagundua urembo ni mwonekano tu hivyo peke yake. Kwa hivyo wewe niwachie kazi na nimeanza takula ujeuri wako na matokeo yanakuja. Ningependa umwelezee kitu moja, hata usijibu. Ningependa umwelezee, naona amen, ameniita mchawi, mwambie mi si mchawi, mchawi wala mi sio mganga na atakuja kuhadithia hapa kesho, sawa daktari? Kijana wangu usiwe na wasiwasi, ninapoondoka nataka kwanza. Naondoka kabla ya huyu tuondoke, hata na wewe, huyu anaweza niua, atakufanyia kitu chenye eh. Tu nataka kumfunza leo kidogo. Hiyo nyumba ataingia, pesa nazo atazitumia. Nataka urudi hapa umeparara, umeanza kuwa mweusi, ndo utaniheshimu angalau kwa kidogo tu basi. Naomba niondoke hili kachukua hili linaitwa nini? Microphone. Uh, just don't worry, my son I'm with you and whatever I've started I will finish. Despite the fact there are a lot of noise. Mhm. Mm na, na make noise kasi wewe. I'm here to help you. Naomba niende. Mimi nimeshukuru. Ah, so guys, tumalize product review story hii.